Takriban miaka miwili sasa tangu washtakiwa hao kufikishwa mahakamani hapa na kusomewa shtaka la mauaji ya mfanyabiashara Musa Hamisi mwenye umri wa miaka 25 mkazi wa kijiji cha Ruponda wilayani Nachingwea mkoa wa Lindi. Vilio simanzi vimetawala katika viwanja hivi vya mahakama ya mkoa wa Mtwara, ndugu jamaa na marafiki wakilia baada ya hukumu iliyosomwa muda mchache na Jaji Hamidu Mwanga na kusababisha ndugu zao kuhukumiwa adhabu ya kunyongwa hadi kufa na wengine watano kuachiwa huru. <coughs> Mama, mahakama imetenda haki, mahakama imeenda kwa mujibu wa sheria. Oh, yametosha. Eh, hey, nimejifunza chochote, unachokifanya utapata haki, chochote unachokifanya, haki ipo, utaipata. Mahakama imetenda haki, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, nashukuru kwa jamhuri kutenda haki. Tenda haki na sheria imfata, imfata, imfata, imfata mkondo, sina cha kulalamika yani kushukuru serikali kwa kilichofanya, kila mwenye haki ampate haki yake. Katika kesi hiyo namba 15 ya mwaka 2023, upande wa jamhuri uliwakilishwa na jopo la mawakili tisa, na upande wa utetezi uliwakilishwa na mawakili nane chini ya wakili Majura Majafu. Kabla ya kutolewa kwa hukumu hiyo, shauri hilo liligawanywa katika makundi matatu ambayo ni kundi la kwanza ni la washtakiwa namba tatu, nne, sita na saba hawa walikuwa ni wapelelezi na wakusanyaji wa taarifa ambao ni Nicolas Kisinza Marco Mbuta Shirazi Mkupa na Koplo Salum Mbalu kundi la pili ni la mganga wa hospitali ya polisi Mtwara John Msuya baada ya mahakama kuu ya Tanzania kanda ya Mtwara kujiridhisha na ushahidi uliotolewa watuhumiwa hao watano wameachiwa huru. Mahakama hiyo imetoa hukumu ya kunyongwa hadi kufa askari aliyekuwa mkuu wa upelelezi wilaya ya Mtwara Gilbert Kalanje na aliyekuwa mkuu wa kituo cha polisi wilaya ya Mtwara Charles Onyango. Hata hivyo, mahakama hiyo imeamuru ndugu wa marehemu hao kukabidhiwa mabaki ya Musa Hamisi na kuendelea na taratibu za mazishi. Watumio hao walifikishwa mahakamani mwaka 2023 kutoka katika Mahakama Kuu Kanda ya Mtwara. Mimi naitwa John Kasembe, Azam.